Tutafanya mambo yafuatayo: dakika saba tutachangia hekalu la Bwana liendelee kukarabatiwa vizuri. Baada ya hapo, tutaendelea na sherehe za kufurahi hapa hapa ndani na tutakula chakula. Baada ya hapo, familia na maarusi kwenye magari tukapate picha, tujiandaye tena kwa sherehe zingine jioni ambazo tutaendelea kumtukuza Bwana. Ameoa hajaoa olewa hajaolewa abii olewa. <mimini> na vijana mjitunze kwa jina la Bwana. Subiri wakati wa Mungu mzuri kama huu, wezi ukavaa shera sokoni watakushangaa. Hili linavaliwa bahari kama hapa akawa hata sasa sura yake imebadilika zaidi, anaonekana ni mume wa mtu, hata hatua zaidi akitembea tembei za ubachira anatembea za asante Yesu kwa matendo makubwa. Haleluya. Hai, dakika chache sana twende tujenge nyumba ya bwanaikue sii tu kumtumikia Mungu na kujenga hekalu la Bwana, ujenzi huwa hauishi mpaka Yesu ata Ukiona unaanza kupoteza amani wakati unaambiwa kuchangia ujenzi, rudi kwa watumishi wa Bwana wakusaidie maisha ya kiroho. Hiyo nayo ni roho ya umasikini, roho ya kula neema ya nchi. Hutumikia Bwana bila kuhesabu gharama. Dana, dakika chache.